Hello. Mambo vipi mtazamaji wa Electronics Repair Class TZ? Karibu tena katika kipindi kingine. Leo tuko na kipindi kingine cha matengenezo ya simu. Simu simu aina ya Infinix ambayo imekuja kwetu ikiwa na changamoto ya kuto chaji vizuri, lakini pia ina charge huku ikiwashawasha mataa ama taa ikitetemeka kuchajia. Taa hii hapa ya juu inaonekana kama inawaka kwa kutetemeka. Tujaribu kuchunguza kwa makini Inatetemeka. Sasa kitendo hichi kinasababisha kutoweza kupandisha kabisa asilimia, maanake kwa mujibu wa maelezo kutokea kwa mteja wetu anasema ametumia amechaji toka asubuhi, lakini mpaka kufikia usiku bado hujafanikiwa kupandisha voltage ama kupandisha asilimia. Kwa hivyo leo tutaenda kuifungua haraka haraka ndani ya Electronics Repair Class TZ, ili tuweze kuona ni nini kinachoisumbua, na kama hauja subscribe basi, unaweza kusubscribe lakini pia fuatilia kwa ndani zaidi baadhi ya vipindi vingine vilivyopita vya matengenezo ya simu, kompyuta, printer na photocopy machine, vyote hivyo vitaanza kukusaidia namna ya kufanya maintenance. Maintenance haitegemei tu kwamba utengeneze simu peke yake ama kifaa kimoja peke yake. Unatakiwa uwe na vifaa walau ujuzi hata wa kutengeneza vifaa zaidi ya kimoja ili hata inapotokea basi unaweza kushughulikia kazi tofauti tofauti. Process za kufungua ni zile zile. Hakuna mabadiliko yote katika process za kufungua. Bila shaka hakuna ambaye hafahamu. Nimehitaji kwamba tuende chap chap ili tuweze kuona tunachukuaje vipimo na tunajuaje shida iko wapi, kwa sababu haionyeshi kupandisha asilimia na hata hivyo hatufahamu ni nini kinachoisumbua. Kwa cha kwanza kabisa, nitarukia upande wa hapa nyuma kwa ajili ya kutaka kukagua upande wa system charger. Kujaribu kuichunguza system charger, naona kabisa iko clear kwa macho ya haraka haraka, kwa hiyo nitahitaji kwenda kuichunguza kwa ku inject umeme, lakini pia nakupima voltage zinazotokea kwenye system charger kuona ni volti ngapi ili kama ndio tatizo basi tubadilishe, ama kama sio tatizo basi tujue ni kitu gani ambacho tunaenda kukifanya cha zaidi. Yes, ni matatizo ambayo ni ya mara kwa mara amekuwa kijitokeza kwa baadhi ya simu. Kwa hivyo si kwamba kwa Infinix hii tu peke yake ndio unaweza kulitibu hilo tatizo, ni simu zote za smart ama za button, unatakiwa kufuatilia tatizo hilo kwa kwa mfumo mfumo kama kama huo, kwa sababu tokia huo sababu inatokea, hauwezi kufuatilia katika mfumo huo, basi kumbe unaweza kujikuta na taribu tofauti au unatibu una kitu ambacho sio kile ulichokusudia kukifanya. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama ndo mara kwanza unapata video hii, basi nafurahia kwamba umefika sehemu sahihi na sasa tunaenda kuonesha na vipindi tofauti tofauti vya matengenezo ya vifaa kama simu, kompyuta, printer na photocopier machine. Kwa hivyo nakuomba subscribe, lakini pia share na comment. Comment yako ni muhimu kwa sababu itaniwezesha kufahamu ni wapi tunatakiwa kurekebisha ama ni kitu gani kinatakiwa kufanyika kwa ubora zaidi. Okay, socket tayari tunaifikia socket ya chini, tunaifungua. Tunataka kuifungua kwa makini. Socket hii hapa. Okay, hii ndio socket ya chini ambayo imebeba system charger kama unaweza kuona, hii ndio system charger yenyewe. Kwa hivyo tutaenda kuweka umeme na kupima voltage kutokea hapa kwamba je, system charger inaingiza kiwango gani cha voltage na kutoa, inatoa kiwango gani cha voltage. Hayo tutaenda kuyaona, matimita ipo na tunaweza kupima kwa kutumia matimita Ambao ni hii hapa kwa njia ya umeme wa DC, hivyo itatusaidia kufahamu ni nini ambacho kina tatiza ama kitu gani ambacho kinaisumbua hii simu. Okay, nenda ku plug in umeme, plug in umeme na hapo multimeter yangu. Moja moja kwanza, nije kupima huku kwenye kwenye terminal zenyewe, ama kwenye meno yanayohusisha system charger yenyewe, ili nione kama kuna voltage. Kupima hapa, yes, volti tano zinaonekana kupatikana ya zinapatikana lakini, nikija upande huu nako pia voti tano zinaonekana kupatikana. Sasa nitapataje majibu kwamba tatizo haliko huku ama tatizo liko upande gani? Nitapataje majibu? Maana kile nitakachotokea kukifanya ni kugusa ground, kwa maana ya hasi, na kisha gusa hasi. Rejea kwa makini, kisha gusa ground. Ground iko kwenye kibati chochote kile na pia nitagusa chanya. Nitapata voti tano za voti tano, utajaribu kusheki hii e nini, system charger yes. Ukijaribu kuisheki hii e inataka kuprove kwamba ya yes, system charger ina tatizo ama haina tatizo. Kwa daliza haraka haraka inaonekana kutokuwa na shida. Sasa nitakachokifanya naweza kuja kuifungua kwa huku juu niweze kupima kutokea kwenye mfumo wa socket ya juu kuona kama kuna tatizo pia, kwa sababu vipimo vya haraka haraka vinaonesha system charger inaonekana kama iko sahihi, inatoa kiwango cha voltage ambacho ni sahihi kutoka kwenye chaja na mpaka kufikia hatua ya kupandisha kwenye terminal za kuja kwenye nini, kwenye betri. Kwa hiyo tunatakiwa tuhakiki kwanza katika mfumo wa beti, nako huku voltage zinazofika zinatakiwa zifike volt ngapi au ziko volt ngapi ngapi? Lazima kwa vote vile tupate kuanzia volt 4 ama volt 3.8 kupanda juu. Hizo ndio voltage ambazo zinahusika katika mfumo wa kuchaji, na ndio hapo utajiamini kwamba una voltage sahihi kwenye upande huo ya hakikisha unafungua simu yako au simu ya mteja kwa umakini wa hali ya juu, kuhakikisha hauwezi kudamage chochote. Cha kwanza kabisa, tutaanza kudisconnect battery. Baada ya kudisconnect battery, nitarudisha tena kuconnect nini, kuconnect circuit ya chini na kuirudishia mkanda wake. Yes, baada ya kurudishia mkanda wake, nitakuja na umeme kutokea kwenye chaja na kuconnect hapa baada ya hapo tutatakiwa kuja kupima voltage zinazopatikana kwenye betri ama kwenye terminal ya betri. Okay. Nikipima voltage zinazopatikana kwenye terminal ya betri. Ground. Voltage zinapatikana ni volti nne. Inaonekana kuwa sahihi. Okay. Inaonekana kuwa sahihi, lakini pia mteja anasema haipandishi voltage kama anavyozoea ama kwa utaratibu sahihi, tutakachokifanya ni kuconnect tena kupata voltage zile ambazo zinaonekana huko ni volt 4.1. Utajaribu kusheki huku kwenye system charger, kama unaweza kuona nikisheki, kunaonekana movement ambao sio nzuri sana. Jaribu kusheki huku kwenye system charger, kunaonekana kuna movement ambao sio nzuri sana. Yani, umeme haujatulia kabisa kabisa. It means kuna shida upande wa system charger. Yeah, kama unaweza kuona, nimechomoa na kuchomeka tena inaonekana kushuka voltage na kupanda bila kuwa na matokeo sahihi kabisa kwamba voltage zina sheki kiwango hicho. Kitu ambacho okay, naweza kusema ni kuikagua hii system charger tena, na hapo nitatumia microscope ili niweze kuona ni nini kinachoisumbua hii charger. Nikatumia yani plug in microscope, yes. Microscope iko plugged in. Kwenda na, na, kuhakiki kwa nini inaonekana inaonekana kushake microscope, yes. Okay, microscope on na sasa taangalia hii system charger. Kwa kwanza tuanze kuangalia humu ndani kwenye system charger. Okay, tajaribu kuchungulia kwa humu ndani kwenye system charger, kunaonekana hakuna uchafu. Maana yake nikijaribu kuchokonoa kuona kama kuna uchafu, lakini hakuonekana kuwa na uchafu. Tajaribu kusheki hiki kidudu ambacho ndio kinabeba terminal zenyewe. Kwa hakika kama hakina tatizo, kinaonekana kusheki kiasi fulani. Sasa kina sheki vipi? Kusheki kwake kunakuja moja kwa moja mpaka huku kwenye hizi terminal zenyewe, ama ni nini? Ngoja tujaribu ku connect power, then nijaribu kusheki. Maana yake ni yani, connect USB cable Then, ni jaribu kushake, kuona tukijaribu kucheki namna ambavyo system charge inaonekana, inaonekana kuwa na uchafu wa hali ya juu kabisa, na hii yote nafikiri ni baada ya kuwa imefanywa service. Sasa tunaweza kujaribu kubend, kuona inafanyaje kwenye hiyo miguu, kijaribu kuona chanya jinsi ilivyo, basi utaweza kuelewa kwamba kumbe tatizo linatokana na nini. Maana yake ni cheche zinazotokea hapa kwenye hii chanya, kwa sababu ya kutounganika vizuri kama inavyotakiwa. Basi waweza kuwa umeelewa. Okay. Sasa tukachokifanya ni kuiondoa hii system charger na kujaribu kuweka nyingine kuhakikisha kwamba ya nyingine utakayoiweka itakuwa iko vizuri na hapata kuwa na shida nyingine yoyote, okay? Kwa hivyo ngoja nichukue system charger ili tuweze ku replace hii. Jaribu kucheki hapa kunaonekana kabisa kutokuwa na soldering yani, risasi kwa ajili ya kushikia hii nini hii, system chaji. Kwa hivyo ndio maana kuna uwezekano mkubwa sana imeruka. Okay, tuifunge vizuri. Okay, naweza kuona basi hiyo ndio inaweza kuwa pengine ni sababu ya miguu hii kutokuwa imefungwa vizuri. Sasa kuna kitu kimoja nimewaza kukifanya kwa faida ya wale ambao pengine watakuwa hawana Blower, yani makifaa kama blower kwa ajili ya kuondolea vitu kama hivi, basi naweza nikakuonyesha mbinu moja unaweza kuitumia kuondoa kitu kama hichi. Ni kwa kutumia soldering iron ama risasi na gun, then utaipulizia risasi kiasi fulani yenye kama system charger na hapo kwenye miguu yake yote. Then baada ya hapo unaweza sasa kuweka hii gani yako kwa juu hapa na kuisikilizia ichemke kiasi, kutakuwa na reflection reflection kiasi fulani, na mtaweza kuona tayari imeanza kuachia kilaini kabisa, na mpaka hapo tayari imeondoka. Sasa kinachobaki ni kufanya usafi kwanza, kabla ya kufikiria kufanya kingine chochote, kwa sababu tunatakiwa kuhakikisha maeneo yanakuwa ni masafi zaidi ili hata inapotokea tukaanza shughuli tusije tukafanyia kazi sehemu ambayo haiko safi na pengine tukajikuta tunaharibu kazi ama tukafanya kazi ambayo itakuwa sio ya kitaalamu okay. Tasafishia hizi stiki za masikioni. Yeah, tahakikisha eneo lote liko safi na then tarudi tena na Soldering iron then nitakuja kubadilisha ama ku replace risasi hapo, na pia nitaondoa risasi humu kwenye haya matundu na kisha eneo liko clear kabisa, maanake hata unapokuja kufunga system chaji nyingine, basi isije ikakuletea shida kwa baadaye, ama tatizo likarudi baada ya muda mfupi, tatizo likajirudia. Hapa ni mpya kabisa haijaitumika bado, iko clear system chaji hii hapa bado ni mpya haijaitumika. Aha, na sasa unatakiwa tu i-replace, na hamna ku-replace kwanza, unatakiwa ipachike kwenye haya matundu yake ya kukaa, then uijazie karisasi. Kisha ijazia karisasi hiyo, inamaanisha unaenda kuimarisha ukaaji wake. Okay, karisasi kwanza nitaanzia huku, kaweka kabisa ki professional. Yes. tundu la pili hapa ndio system charge, natakiwa kushikilia kwa nguvu, na hapo shikilia kwa nguvu hapa. Maana yake uwezekano hata ku kama mteja maybe ana anapokuwa kikonekti, basi huwa anaitikisa, lakini hata kuwa na uwezo wa kuitikisa. Wakati huo unatakiwa kuangalia huku namna ambavyo imekaa kwa huku kuhakikisha kwamba unaifunga ikiwa iko standard na clear. Okay. Yeah, sasa baada ya hapo, tutakuja kumalizia kwa huku ambapo hii miguu inabidi ishikirie na kama unaweza kuona utagusa mguu mmoja baada ya mwingine na hapo utawekea karisasi guu mmoja baada ya mwingine kwa makini kabisa, na hii ndio itakuwa ni mbinu nzuri sana ya kuchomelea, kwa sababu hautokuwa na haja ya ku kuichemsha hii system charger, kwa sababu kwa mara nyingine au kwa wakati mwingine unapotokea kuichemsha hii system charger, huwa kwa kawaida ina tabia ya kuwa na uharibifu wa nini wa kuharibu njia zake kwa ndani kule kwenye plastiki au hapo ambako unakonektia nini chaja, aandekia kuwa makini tu hapa wikishi, unaifunga vizuri kabisa. Kikubwa ni kuwa na soldering iron yenye tipu ndogo ndogo ndogo tips ndogo ndogo kama hii ambayo tip yake au tips zake ipo kama sindano, kwa hiyo na uwezo wa kufanya kile nachojisikia kwenye kila mguu haada. Ikitokea miguu inaonekana kuwa imeshikana, basi na uwezo wa kuitenganisha semera kiprofeshonal kabisa, nahakikisha kila mguu umeshikilia mahali pake. Baada ya hapo, rudia tena usafi kidogo, ili kuhakiki kama ulichokifanya kimeenda vizuri. Ya, kijaribu kuona kutoa hivi vinywelenywele Okay, nafikiri inahitaji kurudishia kidogo tu. Kwa njia kama hii hauwezi kudamage kabisa, hauwezi kujikuta eti umedamage katika upande wa nini wa kusema labda data hazisomi ama vitu gani, kwa sababu unakuwa umeiweka kiprofessional ama kwa utulivu wa hali ya juu. Yeah, of course unahitaji kuwa na utulivu na baada ya kumaliza kuweka hii system charger, lazima tutesti kwa hakiki. Yes, jaribu yeah, kuchunguza kwa umakini, kunaonekana kutoshikana njia hata moja yeah. Yeah, hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunatakiwa kufanya. Okay, sasa imemalizika kuifunga na tunasubiri tuone kama itapandisha. Hapa bado iko asilimia moja ya, yeah, Infinix ile ile. Baada ya kumaliza kuifunga, basi tusubiri kuona kama baada okay ya muda fulani itapandisha. Okay, baada ya muda kidogo sasa tayari tume, tunaweza tukaangalia ni wapi imefikia wakati wa kuchaji baada ya muda kidogo tunaona tayari iko na asilimia nne mpaka sasa. Kwa hivyo kumbe tatizo lile ambalo lilikuwa linaonekana kuwepo, sasa tunaweza kuwa tumelitibu kikamilifu, na hapo tunaweza kumkabidhi mteja simu yake ikiwa iko vizuri kabisa bila changamoto nyingine zaidi. Kwa hivyo conclusion ni kwamba namna ya kuhakikisha unafahamu tatizo kwamba ni system charger, lazima uweze kuipima kwa utulivu. Unawezekano mkubwa sana ukakuta system chaji haijavunjika, haijavunjika inapotokea kuingia USB, lakini ikawa inasheki kwa sababu mingu yake haijaungwa vizuri. Lakini katika kitendo hicho cha kusheki maana yake kuna uwezekano mkubwa sana ukakuta hata humu meno yake pia nayo yalihama, ama hayako vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo unatakiwa kupima, kwa ipima kwake, basi unasheki kwa sababu unai-plug in, then unakuja kusheki wakati umeunganisha huko juu kwenye nini kwenye saket ya juu kuona umeme unafika huko ukoje, lazima zifike voti ngapi? Kama naweza kueleza, lazima zifike voti tano. Hizo ndio voti ambazo inatakiwa kufika, voti tano, lakini pia zikishuka sana ziishie 3.8, na kama uweza kuona tuli wakati tumecharge. Sasa tukiwa tumeunganisha na battery, kama imesoma 3.8, na huko zikiendelea kupanda asilimia, ikimaanisha kwamba tayari simu iko inaendelea kuchajiwa, kwa hivyo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa, kwa okay. Kama video hii imekupendeza basi unaweza kusubscribe, like and share. Electronics Repair Class TZ, we are for you. Thank you.